Je, yeah, ni zipi faida za bamia ya kia kiafya? Leo katika chaneli yetu hii ya safari ya afya tumewaandalia faida tano za matumizi ya bamia kila siku, pindi ambapo unaandaa mlo wako mzuri kabisa kukamilisha mlo wako kamili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 Namba mbili, hupunguza sukari kwenye damu. Nyuzinyuzi nyuzi na virutubisho katika bamia husaidia kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu, ni nzuri kwa watu wenye kisukari hasa. Namba tatu, huboresha afya ya moyo. Bamia ina virutubisho kama vile potasiamu na antioksidanti na ambazo husaidia kupunguza shinikizo la damu na kuboresha afya ya moyo. Namba nne, huimarisha kinga ya mwili kwani, uh, bamia ina vitamin C na antioxidant ambazo husaidia mwili kupambana na magonjwa hata pia kuimarisha kinga ya mwili. Kabla hatujaenda moja kwa moja kwenda kutazama pointi ya mwisho nambata, ano, namba tano, naomba kuweza kukumbusha kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tafadhali usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kwa kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tuna upload. Tuende moja kwa moja tukaitazame pointi ya tano na pointi ya mwisho ya obamia na faida zake kiafya. Pointi ya tano, hulinda macho. Obamia ina vitamini A na beta carotene ambazo ni muhimu kwa afya ya macho na kuzuia matatizo kama vile upofu wa usiku. Kwa hizi faida tano ambazo tumetoka kuziangazia za bamia, ni kivipi inaweza ikasaidia afya zetu? Niendelee pia kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu pindi ambapo tunakuwa tunazia tunazi-upload. Cha msingi usiache tu kubonyeza neno subscribe na ku like na ku share kwa watu wengine pia, ili kuweza kujifunza mambo mengi ambayo yanahusiana na swala zima la kiafya. Kwa hayo yote, sina kingine cha ziada asanteni.